Babu, niko kwako wewe Maria Sarungi. Sasa sijui nimefanya nini kwako wewe nime, uh, uh, labda, ujiga, e, ujiga tu. <laughs> Hamna lolote, kumbe u... sijajua. Kwa ukweli unauma, lakini kweli hata sisi wa Arabu tunasema kululhaqu wala ukaa na mura sema Abdul Karim yupo, Abdul Karim upo, Abdul Karim yupo, lakini kadondokadondoka kado uh, tena ehe uh, basi ba, kulula hak walaukanamura sema ukweli hata ikuwa unauma. Sasa nkisema um, kweli a jamani vibaya. Leo tumeona the best thing in the history of France, rais eh? Uh, Sarkozy kati wa jela miaka mitano. Hebu fikirieni demokrasia miaka mitano, kahukumiwa jela. Kahukumiwa jela ni miaka mitano. Alikuwa nini? Alikuwa rais wa Ufaransa ah. Kahukumiwa miaka mitano jela, sio jela ya nje. Ah, ah, jela. Jela. Ah. No, Watu, um, sijui kama wanaelewa maa ni kubwa yani anaenda uh, jela kabisa, yani haendi ha ha ha ha ha kupetiwapetiwa. Ehe, no, no. Haya maneno niliyapiga makelele miaka mitatu mina iliyopita, lazima mwamke museme enough is enough. Ikiwa hamjasema enough is enough. Ha ha hamtopata chochote. Hamt, hamtopiwa biriani kwenye silver plate and golden spoon. Lazima damu imwagike Selander bridge. Niyasema, nimeasema na nitayasema bado na nitazidi kuyasema. Haya maandamano ambayo mtakayoyafanya siku ya uchaguzi, it will be the history, it will be the opening of freedom. Wao wanajua, wao wanajua hivi sasa hivi, huu muungano una cheza cheza sasa cheza na, wanajua mkienda mkiandamana huku Tanganyika bara mkasema tunataka Tanganyika yenu Wazanzibari, na huku wanashika kamba zao wanakata zile kamba za majahazi yao. Hawanajua hayo? Kwani hawajui? Wanajua hayo na, na, na, wa na ndo hiyo ambayo inawataabisha hii kuwekwa huyu Samia Kizimkazi pale kwa raisi ni kudumisha na kufunga ule muungano zaidi, kwa unaona bwana, tuna demokrasi bwana, hata mzanzibari sasa kawa rais wa, wa Tanzania that is the meaning. Hiyo ndo maana ya kuwa huu bibi wa Kizi mkazi kawekwa pale kwa rais kuonesha huu muungano ni muungano wa maana, muungano wa ku, waku, kufikiriwa muungano wa waku, kufarajika kwa hata baada ya miaka sitini basi tumemweka saa Mzanzibari kwa yeye ni rais wa Tanzania ili huu muungano ushikamane zaidi. That is the meaning. Katika siku nyingi ambazo nilikuwa sipo, nilikuwa nazungumza na watu na na wanasiasa wengine ambao siwa Tanzania, wanaambia yes they want to see the huu muungano unaendelea, lakini wanaona kuwa huu muungano unatetemekatetemeka unadindadinda kidogo wa maanake watanganyika sasa hivi wameamka, maanake watanganyika wamesema nao hatutaki tena, tumechoka. Kama alivyosema Nyerere, tumechoka na hivi visiwa vya Zanzibar, nikivyemta vitupia baharini basi. Sasa hivi Nyerere, amka, toka kwenye toka kwenye kwenye kaburi uende ukavitupe kabisa, wawache watanganyika waji, waji, wajiangalie wa wenyewe we, we, angalau wawe na bendera yao. Sasa hii bibi kizi mkazi kukaa pale ni kuimarisha ule muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao hauto, hauto, hauleti faida hauleti manufaa yoyote na unaleta udini na unaleta ukabila ambao sio yule Nyerere alivyokuwa akitathmini akit, akit, akit, kwa utaku, utakuja. Kakosea Samia, kakosea Samia, kakosea baada ya kupata uhuru, rahisi kuleta mambo ya kidini kuleta mambo ya kibara ya ya ya ya ki huyu mbara huyu Mzanzibari, kamtia huku, Mzanzibari kaletwa huku. Angali, ikiwa angalifanya kama yule Ali Hassan Mwinyi ambaye asi Mzanzibari alikuwa yule wa kuchovya tule, yule wa kuchovya kazaliwa Mkuranga, angalao ingalikuwa kidogo ingalileta ingalileta rangi ya, ya, ya, ya, ingalileta rangi ya na repeat Ali Hassan Mwinyi alikuwa si mzanzibari bwana, yule kaletwa kutoka Mkuranga, kaletwa mpaka Zanzibar tukamlea sisi. Kwa hivyo hatujasema kuwa yee mzanzibari a Ali Hassan Mwinyi ndo kapata urais bwana, lakini hivi sasa kapa, ura, mzanzibari hasa kawa rais wa Tanzania, na hii chokochoko alioleta na chuki na ku, <clears throat> kupotea watu na nini ime, imekosesha raha watu wa bara ambao hivi saifu wa bara wanaona kwa Wazanzibari wanawatesa. Sasa muungano huu wa Zanzibar na Tanganyika hauko salama, hilo la kwanza. Kidini haiko salama, la pili. Okay, katoa ni mashehe kule kule, wapi jela, wa kina faridi na nani? Okay. Why, why not ambao wengine wa, wa, wa, sijui wamehukumiwa kuuliwa sijui nini, lakini why do you interfere hii Catholic mission na na, na kuka na kufunga makanisa kwa jina, na why why do you interfere that, why? What is the reason? Kwa nini utekaji wale watu walioutumia kuwateka why? Why? Mi nataka kujua tu kwa nini, nimeuliza kwenye masuala mengi, katika katika watu niliokuwa mmekutana nao huko katika vibaraza vi, vi, vi, niliokuwa navyo. Kwa nini sioni sababu yoyote ya kuwa Samia Suluhu kafunga le kanisa la Kwajima? Sioni sababu yoyote ya kuwa Samia Suluhu kaanza kuikriticize dini ya Kikristo sio kul lakini kulete ile mchafuko ya kidini katika, uh, katika hii Tanzania. Hawa mashehe ubwabwa wanaopigapiga makelele kumsifu kuwa tunamwambia rais rais msanda mwenye chande magandi na Samia ule. Leo tumeona yule si ndugu yake kafariki leo. Ndugu uh, uh, yake Husaini Mwinyi uh, si sikafariki leo. Ule ni mtihani wa Mwenyezi Mungu, si sifurahi kwa Abasi kafariki nono Eke. Tumesema kila mtu ataonja mauti kimeogwa kwenye Kurani, lakini ile anapoa mtihani tu kwa hata wewe utaonja mauti leo, ndugu yake kafa ka, ka, ka, hivi hivi asubuhi mapema, anaambwa bwanae, firauni tumemtoa itakuwa wewe, lakini wewe hatutokutoa tutamtoa, tuta, tuta huyu ndugu yako tu, sikampa nini, kampa siju, u, u, u, u, u, nini wakilishi, sijui alikuwa mwakilishi wa, wa, wa, wa nini sijui Sio, kamtoa Mwenyezi Mungu, si kaambia bwana, haya namtoa huyo, nakuonesha kwa mimi ndo mfalme wa dunia, sio wewe, sio wewe Hussein Mwinyi, Hussein Mwinyi, you are nothing, mimi ndo mfalme na mimi ndo na decide. kwa hivyo tusifikiri kwa Samia Suluhu huwe ndo mfalme tusifikiri kuwa Hussein Ali Hassan Mwinyi hiwe ndo mfalme. Mfalme mwenyewe ni Mwenyezi Mungu, kama alivyosema Abdul Karim, iko siku wao wenyewe watasema yes tuna sarenda, na haiko mbali, haiko mbali, naiona the sun is rising the sign of freedom, the sun of freedom of Tanzania is rising. Ndugu zangu Watanganyika, piganeni ndisema mara nyingi minyororo, mkajifungie pale Salenda Bridge, mara nyingi sana watai, watai kata minyororo mingapi? nikasema azimio la Dodoma kila mkoa waanze, mesema mezungumza mara nyingi. Without that, tutakuwa kama kondoo kwenye shina la kondoo, tunapelekwa puta tu, lakini kuna mtu mmoja ambaye akaonyesha kuwa A real politician, he is a hero. Na ni Tundu Lissu ambaye kakuonesheni saa hivi, ikiwa hamja ikiwa hamjasoma ikiwa hamja, ha, hamja, manake ikiwa hamjafikiri mkasema yes tumfate huyu jamaa tumfate huyu mtoto tumfate huyu mwanasiasa basi sijui mtasoma nini au sijui mnataka lecturer gani kutoka kutoka university gani aje kusomesheni? Kwa Tanzania mnahitaji mwanasiasa na kesha kwambia, ni kesha sema, kesha kwambia, bwana, mimi sitaki kusamehewa, nataka nionyeshe kuwa mimi sijafanya kitu na mimi simhaini. Simple as that, very clear, clear, loud and clear, kwambia Sasa ikiwa yeye kasema loud and clear kwa yeye simhaini, simhaini, nyiye mnagoja nini? I say I'm very proud of you Tanganyikans. <clears throat> I am very proud of you Tanganyikans na nakuombeni kila la heri na mimi hayo nafanya nafanya mambo mazuri madogo madogo, na mimi na kidogo kidogo, lakini siwezi kuyasema manake wao wanayajua. Kwa ndo maana wakaiheki, wakai, wakai twitter yangu wakanifanya hivi, nikafungua twitter nyingine wakaiheki.